Bwana Ommydimpoz kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti hii video ambayo anazungumza na simu akimwambia Salah kwamba ana, anaomba mtafutie mchongo wowote pale Silent Ocean, ili na yeye aweze kupata pesa ya kula, kwani kwa sasa hivi wasanii wana maisha magumu sana. Na Ommydimpoz bwana ameenda mbali na kusema kwamba hata kama mchongo wa kubeba mabox wakubeba mizigo hautapatikana wa, basi anaomba atafutiwe pikipiki ya mkataba, kwa sasa hivi bwana ana hali ngumu sana. Pozi, amesema kwamba Juksi amekimbilia kule Nigeria kwa wakwe zake, sasa hivi akiambiwa hata aoshe vyombo anaosha fasta, lakini pia Diamond Platnumz amekimbilia kwa kinazuti pale Zanzibar. Kwa hiyo mambo ni magumu sana kwa wasanii na ukizingatia, huu ni mwezi wa kumi na mbili, ni mwezi ambao kunakuwaga na show nyingi sana, yani ni mwezi ambao unakuwa na shamla shamla, lakini hadi sasa hivi hatujaona bwana hatu, tulimwona Tommy uh, harmonize juzi aliposti akisema kwamba uh, ataenda kupiga show pale Zanzibar lakini pia, Nandi na naye alisema kwamba atapiga show Zanzibar, Arusha na Mwanza eh? ni hao tu wasanii ambao wameandaa show kwa sasa hivi. Uh, hakuna ile shamla, shamla ya wasanii ambao tumeizoea kwamba kuna show, pengine msanii anaweza akapanga show mwezi wa kumi na mbili, yaani mwezi mzima anapiga show mkoa baada ya mkoa. Lakini kwa sasa hivi bwana, wasanii wamekuwa kimya sana, so Ommydimpoz ametumia uh, comedy ni kama anachekesha hapa, ni kama comedy fulani, lakini anafikisha ujumbe kwamba kwa, kwa sasa hivi wasanii bwana, wanapitia wakati mgumu sana, na zingatia kwamba watu ambao wanawapitisha kwenye wakati mgumu sana ni Gen Z, Gen Z ni watu ambao wamezaliwa, kina Ommydimpoz wanawaona, lakini sasa hivi wamekuwa ni watu ambao wanawapelekesha sana. Yani Ommydimpoz anasema kwamba Gen Z bwana wamezaliwa na visukali, muda wowote visukali vikipanda, na wenyewe wanapandisha visukali vyao. So Ommydimpoz ameposti hiyo video kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini pia comments zimekuwa ni nyingi sana. Eh, kama unavyofahamu bwana, Gen Z huaga hapoi wala haboi eh? Tena nataka kusomea comments za Gen Z kwenye uh, hiyo video ya omi Ommydimpoz uh, kuna huyu hapa ambaye anasema kwamba Ommy, nimeona watu wanacheka hovyo hawakupi uh, unachostahili, pokea hichi kidogo eh, hapa ameachia tusi. Kuna comments za kucheka nyingi tu, lakini kuna huyu hapa ambaye anasema kwamba kwa sasa hivi uh, mtateseka sana. Kuna huyu hapa anasema kwamba yani, huyu Ommydimpoz amesahau kwamba sisi jenzi ndo tulimchangia kipindi ambacho anataka kukata koromeo. Na huyu ambaye anasema kwamba kwa sasa hivi wasanii mtatapatapa sana, kwani sisi jenzi kwa sasa hivi tuko bize na kazi. Kuna huyu ambaye sema kwamba nyie nyie ndo mlitwambia mli eh, tufanye kazi tuache kulalamika. Mbona kwa sasa hivi nyie ndo wa kwanza mnaongoza kwa kulalamika? Kuna huyo hapa ambaye anasema kwamba uh, kuna clip ambayo Ommy Dimpoz Jux na Diamond Preston walikuwa wanawasije Gen Z watafute kazi wafanye kazi. Kwa sasa hivi sisi tuko busy uh, kufanya kazi, hatuko tena e, kuwasapoti wala kufuatilia kazi zenu. Kazi zenu toeni, mtaziangalia nyie na familia yenu. Comment ni nyingi sana, kila mtu anaongea la kwake. Bwana mtazamaji wa Lizmedia, mimi ni kwambie tu, achia maoni yako hapo kuhusiana na hichi kitu ambacho Ommydimpoz amekiongea na lakini pia nikukumbushe kama bado hujapata nafasi ya kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Lizzy Media, bado hujachelewa, unaweza ukasubscribe ili uwe mtu wa kwanza kuangalia video ambayo tunaiposti hapa ndani ya Lizzy Media.